Uhali gani mpenzi mtazamaji, kokote pale ulipo, tunatumai mzima wa afya, nasi tuko salama. Sasa tunakuletea ujumbe maalum kutoka kwa mtoto wa marehemu Ali Kibao, Ali Kibao, Ali Kibao ambaye anaitwa Mohamed Ali Kibao aliyeutoa kupitia mtandao wa Twitter ama X kama inavyoitwa hivi sasa, akitaka uende kwa Rais wa nchi hii wa sasa na waziri mkuu Mtoto um, huyo wa Ali Kibao amezungumza mambo kadhaa, lakini naomba msikilize mwenyewe anachokisema. Asalamu As alaykum. Kwa jina naitwa Mohamed Ali Kibao, mtoto wa marehemu Ali Mohamed Kibao ambaye mwezi Septemba mwaka elfu mbili na ishirini na nne alitekwa kuteswa na kuuawa kikatili na watu wasiojulikana. Leo hii ningependa nitoe ujumbe mfupi ambao kama tawafikia mlengwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vilevile vile waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natoa hapa kwa namna hii kwa sababu hakuna namna nyingine za mawasiliano kutoka kwa mwananchi uh, kwenda kwa watu waliochukua madaraka ya juu. Dhumuni la ujumbe huu ni mambo makubwa matatu. La kwanza ni kuongea kwa niaba ya familia yetu, ingawa sikuwashirikisha katika kutengeneza ujumbe huu na vile vile familia ambazo zinapitia madhila kama ambayo tumeyapitia sisi kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. La pili ni kuongelea jinsi ambavyo woga, simanzi na pengine chuki zinavyojengeka na kutawala kwa watu ambao wanapitia mambo mbalimbali mbali, na watanzania kwa ujumla wanaoona jinsi haya mambo yanavyotokea. La tatu na la mwisho ni kutoa ushauri. Najua kwamba ushauri huu hautasikilizwa pengine au hakuna atakayefuatilia, lakini kila mmoja wetu kama mtanzania, kama watanzania tuna haki na vilevile vile wajibu wa kutoa ushauri kwa wale waliochukua madaraka ya kutuongoza. Ningependa nisisitize pia kwamba sio dhumuni la ujumbe huu kuhamasisha yoyote afanye chochote. Sio dhumuni la ujumbe huu kuhamasisha maandamano. Nasisitiza hilo, kwa sababu sitaki akutwe mtu ndugu yangu au mtanzania yoyote na ujumbe huu au anatazama kusambaza ujumbe huu akaambiwa kwamba anasambaza ujumbe wa maandamano. Hapana, hilo sio dhumuni lake. Huu ni ujumbe moja kwa moja, ni meseji kutoka kwangu binafsi kwenda, kama itawafikia, kwa Rais na vilevile vile waziri Nianze na la kwanza. Ni zaidi ya mwaka mmoja sasa tangu mzee Kibao atekwe, kuteswa na kuuawa kikatili. Hatujasikia chochote mpaka sasa kutoka kwenye mamlaka yoyote pamoja na kufuatilia kwa nguvu sana. Sio tatizo, tumekaa kimya sio kwa sababu tumeridhika, bali tunaelewa kwamba wakati mwingine haya mambo huwa yanachukua muda mrefu. Na tumeona juzi, tumesisitizwa kwamba na rais na vilevile vile waziri mkuu tumesisitizwa kwamba tunaishi katika nchi ya utawala na sheria. Kinachotupa majonzi na pengine wakati mwingine hasira ni kwamba tunaona kana kwamba kuna sheria za aina mbili, zile ambazo zina walinda tabaka la, mata, la watawala na nyingine zetu sisi. Nasema hivyo kwa sababu tumeona jinsi nguvu zinavyotumia zinavyotumika kukemea na kuzuia na kushughulikia mambo ambayo hayawafurahishi tabaka la watawala. Ukikosoa, tumeona kijana amechana picha ya rais, tumeona kilichomtokea. Tumeona uh, uh, Gwajima ametoka kuuliza jamani, kwanini tunatekana na kuuana. Tumeona wote, wala hatuhitaji kuhadithiwa kilichotokea. Uh, tumeona kufungiwa ku, ku, ku, ku, ku, ku makanisa yake, tumeona kufunguliwa makanisa yake, tunaona sio kwamba watu ni vipofu na viziwi, tunaona haya yote alafu, upande mwingine tunaambiwa kwamba um, kifo ni kifo. Tunaambiwa kwamba hatuongelee waliokufa kwa sababu hatutaki kusherekea, wakati toka 29 Oktoba mpaka sasa watu pekee waliosherekea ni walioko serikalini. Tumeona pale bungeni watu wanapiga makofi, wanapishana, wanapiga picha, tabasamu, furaha, kuchukua madaraka. Hakuna mtanzania ambaye anasherekea kifo cha mtanzania mwingine na hili linalipelekea kuongea swala la kuongelea kipengele cha pili cha ujumbe huu: uoga, chuki na simanzi. Uongozi ambao unakubalika siku zote utapiganiwa na wale wanaoongozwa. Nikupe mfano, mwaka elfu mbili na ishirini na moja ishirini na mbili nadhani, wakati wa vurugu zile za Wamasai um, kupigania ardhi na vitu kama hivyo, mimi niliita Tundu Lissu na Maria Sarungi wapumbavu, nikawambia cheni pumbavu, nataka kuleta vurugu na taharuki katika nchi na kututenganisha. Wakaniambia, wewe unasema hivyo kwa sababu huelewi kwamba system ndiyo mbovu, haijalishi aliyekalia kiti ni nani. Kama kiti ni kibovu kitavunjika, haijalishi aliyekalia kiti ni nani. Sikuwaelewa, nikawaacha, na nadhani wapo wengi kama mimi mbao walikuwa wanasikiliza tu haya mambo wanaona ah, aya ni husu. Umeona mpaka yalipotufika sisi, na kuna wengi ambao walikuwa hawafuatilii hawa, hawa, hawa siasa mpaka mtu yanapokufika. Sasa kufika haimaanishi tu kwamba ndugu yako au mzazi wako ameuawa, ametekwa, sijui amefungwa. Kukufika pia ni kwamba ile kwamba sasa kuna lockdown. huwezi kutoka kwenda kutafuta riski huku nako ni kufikwa. Sasa yakisha kufika haya, ndipo unapoanza sasa kuangalia kwa ukaribu zaidi, na unagundua kwamba kweli tuna, tuna, tuna system ambayo inahitaji marekebisho makubwa sana. Lakini kauli za viongozi wetu, matendo ya viongozi wetu, wakati mwingine hayaleti matumaini kwamba haya yatashughulikiwa. Badala yake, tunaishi kwenye mazingira ambayo mtu ndugu yenu mzazi wenu ameuawa, ndugu jamaa na marafiki wanaogopa hata kukupa pole. Mpaka sasa kila siku napata mimi maonyo kwamba bana, mwambieni kaka yenu, au unapata ujumbe moja kwa moja, bana, kuwa makini. Niwe makini? Nimefanya nini? Nimefanya kosa gani? Kuna nimekuja hapa nimetukana mtu? Nimekuja hapa kuhimiza mtu vurugu? Nimekwenda nikafanya vurugu mahali? Naonywa. Hii ndio hali tuliyoitengeneza, kwamba watu hata wenye waliofikwa wanashindwa kuomboleza, wanashindwa kupeana pole kwa sababu ya uoga ambao umetanda hapa. Kweli utawala wa sheria ni, ni, ni upi ambao tunasema tunao? Ndio hali ilivyo. Uongozi uliokubalika utapiganiwa na watu wenyewe, wala hauna haja ya kuhamasisha watu wakakupigania. Watu watakupigania. Ukiona kikundi kidogo cha watu kinaweza kuleta taharuki kama mnavyosema, kinaweza kuleta vurugu katika nchi, ujue kuna tatizo kubwa zaidi. Lazima turudi nyuma tuangalie, tutathmini, si ndio? Sasa niongelee kipengele cha tatu na cha mwisho ambacho ni kutoa ushauri. Ushauri kama nilivyosema, si dhani kama kuna tunaongea tu, lakini unajua hakuna atakayesikiliza. Yaani, inakatisha tamaa sana kwa kweli, lakini nitaongea ushauri wangu. Kuja kwa uongozi na waliochukua madaraka sasa ni yafuatayo: kwanza, lazima tu acknowledge kilichotokea, na tumeanza na hapo natume. Lakini zaidi ya hayo, kauli tunazozitumia kuhusu haya mambo zinaongea mengi zaidi kuliko hata wakati mwingine hata matendo yale tunaoyafanya. Kauli tunazozitumia tusiminimize, wanasema kuminimize, sindio, kusema kwamba ah, limesha tokea sasa tufanyeje? Basi tuendelee tu. Huwezi kusema hivyo. Huwezi kuja wewe ukanipiga kofi ukanipiga ngumi, alafu ukaniambia ah, bana, bahati mbaya imeshatokea sasa tuendelee tu, tusawa, bila ya kuniambia kwa nini ulinipiga ngumi, bila ya kufafanua ulitoka huko ulikotoka, ukaja ukanipiga kofi alafu ananiambia eti basi acha tu tuendelee? Kweli lazima turudi nyuma tuangalie kilichotufikisha hapa ni nini, na tunaweza tukaona. Tumeona mambo haya yalianza kidogo kidogo. Tundu Lissu anapigwa risasi, Azory Gwanda anapotea, Ben Saanane anapotea, Deusdedith, uh, Soka anapotea, Mzee Kibao anatekwa, anateswa, anauawa, mwili unatupwa kama mbwa. Yanatokea, tunaona uh, polepole anapotea, pole. Tunaona sasa, tukitafuta mchawi tusiangalie mbali, shuka tu waziri mkuu, shuka rais kwenye gari ingia sokoni, ongea na mtanzania yoyote ambaye yu tayari kukwambia ukweli, muulize tumefikaje hapa, atakwambia wote tunajua, wote tunajua. Sasa tu, tu acknowledge basi. Inauma sana mtu kuuliwa ndugu yako kupoteza ndugu yako, halafu naambiwa kwamba basi tuache tu tusonge mbele. Hakuna taifa kwenye historia ambalo limeweza kuponya majeraha yake bila ya kukiri makosa yake. Tumeona Rwanda, tumeona Sierra Leone, tumeona Afrika Kusini I, hii ni historia, lazima tujifunze kupitia, kupitia hapo. Sasa basi, uh, ili nisiwe emotional sana, naomba ni nimalizie ni hapo. Uh, kusema kwamba ni muhimu sana turudi nyuma, ni muhimu tu acknowledge yaliyotokea na bila kigugumizi, ni muhimu kukemea kwa nguvu kubwa kabisa matukio ambayo Watanzania wanauliza, kwa sababu swali siku zote linarudi pale, wanaoteka na kuua ni kina nani? Mbona hawashughulikiwi au hata kukemea? Basi tujitahidi, ushauri wangu wako uh, kwenu viongozi mliochukua madaraka ni kukiri na vile vile uh, kukemea kwa nguvu kubwa kama mnavyofanya kwenye mingine. Ni hayo tu kwa leo. Assalamu alaikum.